Uh, kwa majina anaitwa Adam Geoffrey Akio kutoka Chuo cha VETA Mbeya RVTC. Uh, tumekuja siku ya leo mahali hapa kwa ajili ya maadhimisho ya sikukuu ya vijana kitaifa, na kama sisi banda la VETA tumekuja na maonyesho yetu mbalimbali uh, tukiwemo na leo tuko na modi yetu ya auto electric ambayo ni ya hybrid kwa ajili ya mtu kuja kujifunza apate mawili matatu kwa ajili ya kupata faida au kujua kuhusu hii hybrid ni nini na inafanya kazi gani katika gari kwa sababu ni teknolojia ambayo imewekwa katika magari yetu. Aa, cha kwanza tukianza na hii hybrid, hybrid ni engine ambayo imeongezewa mota kwa ajili ya faida kwa mtumiaji wa gari. Aa, moja kati ya faida ambayo anaipata mtumiaji wa gari cha kwanza hii mota ina uwezo wa kufanya kazi mbadala wa autoneta, na autoneta kazi yake kwa ajili ya kufua kuzalisha umeme katika gari na iweze kupeleka kwenye betri, na endelee kusambaza baadhi ya sehemu kwenye gari. Na pia hii mota yetu ina uwezo wa kufanya kazi katika kulisukuma gari letu au kuendesha gari bila kutumia mafuta, kwamba hii mota imekuwa ni njia mbadala ya kumsaidia mtumiaji wa haya magari ya hybrid kumrahisishia na kupunguza kosti ya mafuta aa. Kwa kuelezea zaidi, ningekuwa naonesha na mfano wa baadhi ya vitu ambavyo vimeongezeka. Aa, tukiangalia hii ni injini yetu ambayo ni injini ya Toyota na ni modi kwa ajili ya kumwelekeza mtu apate ujuzi apate ufahamu kwamba hii ni injini. Pia hii hapa ni mota aa, kilichofanya hii hapa Modi yetu itwe hybrid ni kuongezeka kwa hii hapa mota, ambayo hiyo mota kama jinsi nilivyoelezea ina kazi mbalimbali katika hii gari yetu. Cha kwanza ina akti kama otoneta. Otoneta kazi yake ni kuzalisha umeme, pia ina uwezo wa kupushi gari letu au kusaidia gari letu likatembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutumia hii mota, lakini mfumo wa haya magari jinsi yanavyotengenezwa huwa wanaweka limit ya spidi. Kama mfano, kutoka spidi 60 kushuka chini, itatumia mota, itafanya kazi aa. Na kama zaidi ya hapo, kutokana na nguvu iliyopo kwenye gari, itahitaji itumie nguvu kubwa kwenye injini. Kwa hiyo injini itaanza kufanya kazi pale ambapo huku kutakuwa kumeshindi, yani kuzidi ile spidi sasa ya 60, hii injini itaanza kufanya kazi na hii mota yetu, faida yake pia nyingine, unaweza ukawa barabarani umta hii magari yetu ya hybrid ambayo yametengenezwa, unaweza ukawa barabarani mafuta yamekukatia njiani na kuna umbali kutoka hapo mpaka kwenye sheri, inaweza kukusapoti kutoka hapo ulipo mpaka ukafika maeneo ya sheri ukaweka mafuta ukaendelea na safari zako. Pia sisi kama VETA kiujumla, tunawakaribisha sana sana sana, karibuni sana, mjifunze. Tunawakaribisha kwenye banda letu liko mahali hapa, karibuni sana, sana. cha kuwashauri vijana ambao wako mtaani wanasema kwamba hakuna kazi, kazi jamani, kazi zipo cha kwanza VETA inakufundisha wewe uende ukafanye kazi huko mtaani, kuajiri kujiajiri na kuwaajiri watu wengine. Kwa hivyo VETA inakukaribisha sana upate mafunzo hayo pia sio kwamba ukia, ukitoka hapo kwamba una uwezo kwenda kujiajiri au ufanyaje, ni matumizi yako pia mwenyewe. Unaweza ukawa umemiliki gari lakini hujui kulitumia au hujui namna gani ya kulisolve hilo gari. Kwa hiyo, VETA inakukaribisha sana pia. Sio hivi tu, vipo vingi sana. Tunakaribisha VETA Mbeya kwa ajili ya mafunzo zaidi. Karibuni. Kwa jina, anaitwa David Edwardi, ni afisa uhusiano kutoka VETA katika maonyesho haya ya wiki ya vijana. VETA tumekuja na vitu vingi sana VETA tumekuja na vijana vijana ambao wanasoma katika vyuo vyetu vya VETA tumekuja hapa kuionyesha jamii, kuwaonyesha vijana wenzao katika vyuo vya VETA wanafanya vitu gani. Tunajua kuna changamoto kwamba inawezekana wananchi wasipate nafasi ya kufika kwenye vyuo vya VETA. Hapa wakija wataona shughuli mbali mbalimbali ambazo zinafanywa na vijana wetu kwenye vyuo vya VETA. Hapa wakija watapata nafasi ya, ya, ya, ya, ya kujiunga kwenye vyuo vyetu vya VETA. Wakija hapa pia watapata kujua taarifa mbalimbali katika vyuo vyetu vya VETA Tanzania nzima, na VETA sisi tuko Tanzania nzima, kila mkoa kuna chuo cha VETA kwa sasa. VETA tuna vyuo zaidi, tuna vyuo themanini katika mikoa yote, na tunashukuru kwamba sasa hivi Mheshimiwa Rais ametusaidia, amewezesha ujenzi wa vyuo 65 ambavyo sasa hivi vyuo vinajengwa katika kila wilaya. Kila wilaya sasa hivi kuna tunakuwa tunaenda tunakuwa na vyuo vya VETA. Vyuo hivi vinaenda kurahisisha fursa kwa wananchi kupata fursa ya kusoma katika vyuo vya ufundishaji hapa nchini. Na kwa ufupi Uh, hivi vyo vyetu vya VETA sasa hivi pia tunaenda katika tunaenda tuna, tuna, tuna, tunaenda na mabadiliko ya teknolojia ndio maana mmeona hata hapa nyuma tuna teknolojia za kisasa na sio hizi tu, kwamba mkifika kwenye vyo vyetu tuna teknolojia za aina mbalimbali ambazo zinawasaidia vijana kuwa updated na teknolojia mpya mpya. Kwa mfano kwenye hii fani ya ufundi magari sasa hivi tunaona nchini magari mengi yanakuja yanayotumia umeme, na tunaona asilimia kubwa, zamani tulikuwa tunatumia magari ambayo yalikuwa yanatumia mafuta i mean, mafuta diesel pamoja na petroli. Sasa hivi tunaona gari zi, zinakuja gari za kisasa zinakuwa zinatumia umeme. VETA hiyo pia tuliona kama ni fursa, tuliona ni fursa kwa vijana wetu sasa, kwa sababu asilimia kubwa ya, ya, ya wananchi walikuwa ya wakienda kwa mafundi wanalalamika, wanasema bana, tumenunua gari za umeme, tukienda gereji mafundi wanatuaribia magari au mafundi wanakuwa rei namna ya kuzitengeneza hizo gari. Sasa hivi kwenye vyuo vya vyetu tuna mashine za kisasa sana ambazo hizi mashine hivi i mean, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna training model za kisasa ambazo tunawafundisha tuna hata wa vijana kujifunza huo mfumo wa, wa magari ya umeme.